Katika ulimwengu huu tunapanga mipango mingi, mipango ya kiuchumi, mipango ya kielimu, mipango ya ndoa, mipango ya malezi, kila aina ya mipango, mipango ya kuwa viongozi wa serikali, mipango ya kuwa mtu fulani wa tofauti katika dunia hii. Huenda umepanga mipango mikubwa katika maisha yako umefungua kampuni lakini imeshindikana. Lakini ume ume plani kumaliza masters, PhD imeshindikana. Ulipata fedha zikapotea. Umepanga kuwa na mtoto haujampata, sio uzoefu mwepesi katika dunia ya leo. Umeolewa una miaka kumi na bado huna mtoto, na ndugu wanakushangaa umekuja kufanya nini? lakini naipenda Biblia ya kwamba katika nyakati hizo, Mhubiri sura ya tatu ya kwanza anasema kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kila jambo lina wakati wake, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Kumbuka, kuna watu wanafanya kazi usiku na mchana lakini bado hawayaoni mafanikio. Kumbuka, wakati na bahati huja kwa wakati wake. Endelea kupambana, endelea kupanga mipango yako, panga mipango yako usichoke. Ndio umepanga leo, imeshindikana kesho, lakini kuna kesho kutwa inaonekana kuwa na mwangaza. Endelea kupanga, usikate tamaa mipango ya kiuchumi. Panga kama vile utaishi miaka elfu moja. Panga, usikate tamaa. Kuna watu umepanga vitu vyenu vimeshindikana. Habari njema ni kwamba wakati wa Mungu ukifika, hakuna wa kuzuia. Kuna watu nadhani, huenda biashara yako imefungwa na waganga wa kienyeji wachawi. Nikwambie, wakati wa Bwana ukifika, hata hao waganga watakuja kukutamkia baraka. Bwana akubariki sana. Wakati wa Bwana ni wakati bora sana. Hivyo usiache kupanga mipango yako kwa sababu yeye anakuwazia mema na wakati utakapofika, mshukuru yeye. Bwana akusaidie kwa kuwa wakati na bahati wapata wote.